Ajawai unichoka, awezi kukuchoka. Hongera sana eh, Mulokozi Mlokozi nah. Eh, wewe, sauti yako unatumia kwenye praise team ni ngapi? Nafanya ah, sauti ya pili na ah, sauti ya tatu. Hizo ndo mwalimu amekupangia uimbe, ila we mwenyewe ulivyozaliwa, na kwenye maswala ya muziki, ipi ambayo uko huru? Ah, zote nakuwa huru. Hizo sauti ya pili na ya tatu ndiyo nakuwa huru sana, nazipenda zote. Walimu wako wengi sana, mwalimu gani ni mkali zaidi? Yani anakuwa mkali so, yani kwamba mkali wa yani ni, sijui umenielewa. Eh, nani mkali zaidi katika kufundisha? Niseme kiujumla e. Wote wako serious mm. Na unawakubali nanawakubali nawakubali wote, kila mtu katika nafasi mm. yake dio anafanya vizuri mm. So kwamba ukienda kinyume lazima kila mtu mm. awe mkali mkali. safi sana kwa hiyo wote mm. wako serious ndio mm ili watusogeze mahali ambapo Mungu mm. anawapa maono watupeleke. Unaimba binafsi kupitia praise team, umeongeza uimbaji wako, yaani umeongezeka viwango? Aya, kweli nimeongeza kiwango, ndio ukiangalia kupitia ndio. praise team ndio kuna vitu ambavyo nilikuwa sivielewi mimi eh, mwenyewe ndio kini, mm. kupitia huduma kupitia hii ya praise team nimepata eh, nafasi ya kuvijua sawa sawa, kufanyia kazi haya. Na wewe imba basi kitu chochote hapo tuisikie, vocal praise team. Tunayo nye bwana eh? twende kazi, Mulokozi eh, sogeza mic tu sogeza mic eh, muhimu mno, sijui hufanyavyo

Sijui utendavyo ila ninachojua basi basi, jamani, loo! Ndani ya praise team safi kabisa inapendeza kwelikweli. Uh, mwalimu Dani, sasa kwa ujio huu uh, watu wasikie sauti zenu katika wimbo huu moyo wangu Bwana, uh, waweze kusikia moja kwa moja hapa ndani uh, ya church breakfast. Twende tukawasikie sasa. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana yes!